E, leo siku ya tarehe kumi na sita mwezi wa kwanza ni siku ambayo e, ofisi ya OCD wilaya ya Mjini imeamua kufanya bonanza a, ya kuchangisha damu salama kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji, kwa maana wagonjwa mahospitalini. Na sababu kuu ya kuamua kuanzisha bonanza hii E, ni kutoa sadaka kwa wagonjwa wanaohitaji damu hospitalini ikawa kama shukurani yetu kwa Mwenyezi Mungu, na tumeona sadaka iliyo bora zaidi basi ni damu ambayo ikikosekana naeza ikahatarisha maisha ya mtu, kuliko kuchangia fedha ambazo, e, ukipata utatumia na ukizikosa basi hakuna athari ya kifedha, ya kiafya ambayo inaweza ina, ikajitokeza ina, ina, ina, ina kwa mhusika, lakini mhusika akikosa damu anaweza akapoteza maisha na akipata damu atahuika kimaisha akikosa fedha hata hata athirika tu kisaikolojia kwa sababu kakosa mahitaji, lakini cha msingi ni kuboresha afya, kama vile ambavyo mashehe wanatuambia unaposaidia e, kuchangia kuhuika kwa mtu kama vile umewahuisha walimwengu wote. Naitwa Faki Sifaki na natokea mpango wa Taifa wa damu salama. Leo tumefika hapa jeshi la polisi kwa lengo la kutoa elimu katika masuala mazima ya ukusanyiji wa damu. Kwa hiyo tuna makadirio ya kusanya damu kama chupa thelathini hivi. Ah, ili uweze kuchangia damu, tunasema kuna vile vigezo vya awali ambavyo tunavizingatia, lengo ni kukulinda wewe ambao unachangia damu. Kwanza lazima uwe umetimia umri wa miaka 18 tayari. Hapo badala ya hapo, uzito kuanzie kilogramu hamsini na kuendelea. Badala ya hapo, tutakupima wingi wako wa damu ili kuweza kujua, je, damu ambayo uko nayo inatosheleza na ziada kwa ajili ya kuchangia Mwanamume anatakiwa awe na 13.1 ili aweze kuchangia na mwanamke 12.5. Badala hapo, unaenda kukutana na mshauri na mshauri nasaha. Kuna maswali ambayo ya siri atakuuliza baina yako wewe mchangiaji na yeye mshauri nasaha. Ukitoka hapo utaenda kuchangia damu. Damu ambayo utachangia ni mililita 450, ambayo itaweza kuweza kusaidia wagonjwa kuanzia wawili mpaka mpaka watatu. Kwa hiyo tunaishajiisha jamii kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuweza kuchangia damu zoezi lenyewe lile ya uchangiaji damu ni zoezi salama kwayo, wa kwa sababu hali hatarishi afya ya mchangiaji. Kwa hiyo watu wajitokeze kwa wingi kuchangia damu, tunasema changia damu kwa m. Naitwa Staff Sergeant Rashadi, nafanya kazi kituo cha polisi Ng'ambu, kitengo cha SRT wilaya ya Mjini. faida ni kwamba faida ni nyingi, mojawapo kwamba faida ya kwanza ni kuwasaidia watu ambao wenye mahitaji ya damu, kwa sababu mahitaji bado ni mengi na matokeo majanga ni mengi. Kwa hiyo ni kwamba damu inahitajika kwa ajili ya kupata kuwasaidia wahanga. Kwanza nilipimwa wingi wa damu kwamba je, damu yangu je inaweza kutolewa wingi likuwemo. Kwa hiyo wakagundua kwamba upo uwezekano wa kutolewa damu Nikachangia vile vile, wakapima presha pamoja, kwamba je na hiyo damu yenyewe iko salama, licha kwamba kupima presha lakini pia walipima damu kwamba je iko salama. Kwa ni kwamba kwa hiyo kwa ufupi kwamba baada ya kupimwa kwa ni kwamba damu ika kaja nikafanya vipimo vya kutolewa damu kwao, nimekuja hapa kwa nime ajili ya kuchangia. <laughs>